She viongozi wa matawi kwamba asubuhi ya leo tumepata msiba wa mwenzetu ambaye tulikuwa naye, ndugu yetu Thomas Raymond Mdeka amefariki asubuhi ya leo. Kwa taratibu za mazishi zinaendelea nyumbani kwake, tutafahamisha kupitia vyombo vyetu vya kuwafahamisha, baada ya kupata taratibu zote. Tuendelee kumwombea mwenzetu, Mwenyezi Mungu aipokee roho yake vizuri. Leo tumeamua tuwaite viongozi wa matawi, lakini pia tuwashirikishe wanahabari. Kuna sakata ambayo liko mbele li yetu kati ya klabu yetu pamoja na bodi ya ligi ambalo lilianza tangu tarehe nane mwezi wa tatu, baada tu ya kuvurugika kwa mechi ya dabi. Tumekuwa tukitoa maelezo mengi lakini bado sakata halijamalizika linaendelea. Kama mnavyokumbuka kwamba baada ya tarehe nane klabu ya Yanga ilitoa msimamo wake kwamba hatukacheza mechi ya marudio ya namba mia moja thelathini na nne kwa sababu tuliamini kwamba mechi imevurugwa kwa makusudi na wale wenye mamlaka ya kuendesha mpira wa nchi hii. Klabu ya Yanga baada ya kusakata lote hili bado walitoa msimamo wake, na sisi viongozi, wanachama na wapenzi tulikubaliana kuungana na viongozi wetu juu ya sakata hii. Juzi bodi ya ligi ilipata e, tarehe ya ligi, tarehe ya mechi hii tarehe 15 mwezi huu. Bado klabu ilitoa msimamo wake kwamba tutacheza wa mechi kwa kile ambacho walikiainisha kwenye barua yetu ya tarehe 9 mwezi wa tatu. Wiki hii tumesikia mambo mengi yakiendelea kuzungumzwa na wenye mamlaka lakini hata naibu waziri kule bungeni tumemsikia akieleza kwamba mechi ya dabi ipo na itachezwa kati ya Yanga na Simba, tena amezumia e, Simba na mawasimu Yanga na mawasimu wake tarehe 15 kama ilivyopangwa. Lakini tumemsikia msemaji wa bodi ya ligi akieleza kwamba taratibu zote zinaendelea na mechi ya tarehe 15 ipo kama ilivyokuwa imepangwa. Sisi kama viongozi wa matawi kwa niaba ya wanachama wetu tunaendelea na msimamo wetu ule ule ambao tumeunga mkono kamati ya utendaji. Tuna... tunaendelea na msimamo wetu ule ule kwamba mechi namba 184 haitachezwa mpaka kile ambacho Niwaombe, niwaombe niwaombe, hapa tuko na wanahabari, inatakiwa taarifa ifike sahihi kwanza. K kwa ni waombe, tutashangilia baada ya kumaliza taarifa yangu, waandishi waweze kuchukua kitu ambacho kiko sahihi. Mechi namba 184 ambayo bodi ya ligi wameipanga ifanyike tarehe 15 mwezi huu, sisi kama viongozi wa matawi kwa niaba ya wanachama wa mkoa wa Dar es Salaam na mikoa jirani, tunatangaza kwamba mechi hii haipo na hatutacheza mpaka kile ambacho tumekiainisha kwenye barua yetu ya tarehe tisa ama klabu imeainisha kwenye barua ya tarehe tisa mwezi wa tatu tupate majibu yao. Lakini pia mkumbuke kwamba bodi ya, e, ya ligi walieleza kwamba waliahirisha mechi hii ya dabi baada ya kugundua kwamba kuna viashiria vya uvunjifu wa amani, lakini wakasema kuna viashiria vya vya rushwa, na wakaahidi kwamba watatoa majibu ya kile watakachokuwa wamefanya uchunguzi leo. Wanatupangia mechi ya dabi tarehe kumi na tano mwezi huu, hatujapata majibu ya, ya kile walichokuwa nakifanyia uchunguzi kwa maana ya rushwa ama uvunjifu wa amani. Kwa sisi kama viongozi wa matawi, kwa niaba ya wanachama, tunasema hili nalo hawatutendei haki na hatuko tayari kupeleka timu wanjani tarehe kumi na tano ya mwezi huu. Sasa kwa kuwa mechi haipo, tunaomba wanachama wapenzi na mashabiki wa Yanga walioko mikoa mbalimbali, lakini hata Dar es Salaam wasihangaike na, na mechi ya tarehe kumi na tano haipo. Hatuyasemi haya kwa sababu ya kuwaogopa Simba, tuliyasema haya toka tarehe tisa baada baada ya tarehe nane na tuliasema kwa vikao vyetu mbalimbali, na leo tunaendelea kuwasisitiza hasa baada ya kuona kwamba msemaji wa bodi ya ligi anasema taratibu zote zinaendelea. Kwetu sisi Yanga, Yanga ndio wenyeji wa mechi hiyo. Tumewaambia viongozi wetu, asitokee kiongozi akaenda kwenye maandalizi ya mechi hiyo, haipo na hatutakuwa tayari kuona timu yetu inakwenda uwanjani tarehe 15. Tushaambia viongozi hawa, viongozi tumewaweka sisi. Sisi hatuwaambii bodi ya ligi wala hatuwaambii TFF. Viongozi wetu tumewaweka sisi na tushawaandikia barua kimaandishi, sio kwa kuwaambia tu mdomoni. Tushawaandikia kupitia mtendaji mkuu wa klabu kwamba wanachama wa Yanga hatuko tayari kuna timu yetu inakwenda kucheza mpira tarehe kumi na tano kabla hatujapata taarifa rasmi kutoka bodi ya ligi ama TFF, kwa nini mechi ya tarehe nane iliahirishwa. Lakini pia tunaiomba serikali kwamba waiangalie TFF na bodi ya ligi. Tunajua kanuni za FIFA masheria za FIFA haziruhusu serikali kuingia kwenye mambo ya mpira, lakini hii ambayo ilipofikia, ni lazima serikali yetu sasa iingie kwenye swala hili. Swala hili linavunja amani ya nchi, swala hili linavunja umoja wa kitaifa, swala hili linaleta mtengano wa wanayanga na wengine ambao si wanayanga. Tulimlalamikia rais wa TFF hasa baada ya kurudi. Tulitegemea kwamba rais wa TFF atasimama katikati kati ya Yanga na bodi ya ligi. Lakini cha kusikitisha, rais wa TFF ameamua kuwa na upande wake. Badala ya kuwaita Yanga na bodi ya ligi kuona kwamba kuna nini kinachoendelea, ameamua kuwakandamiza Yanga kukuwa na upande mmoja bila hata kuwasikiliza Yanga. Kwa hiyo tunaiomba serikali yetu waangalie swala hili. Lakini pia tulimsikia naibu waziri juzi bungeni. Amekwenda kinyume na bosi wake ambaye ni waziri wa michezo. Waziri alipoulizwa swali hili kabla ya waziri kabla ya naibu, alieleza kwamba swala la dabi ni swala la TFF na bodi ya ligi. Lakini tumesikitishwa na kitendo cha naibu waziri juzi bungeni akieleza kwamba dabi ipo na itachezwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, wakati yeye si mpangaji wa ratiba na haimuhusu. Tunaiomba serikali pia, kwa matamshi ya matamshi ya baadhi ya viongozi wa serikali yanazidi kuamsha hasira na morali ya wanayanga kwamba kwa, kwa nini serikali yote ikilie kwamba lazima mechi ichezwe? Kwa nini waseme lazima mechi ichezwe? Kwa nini Yanga hatusikilizwe? Sasa sisi kama wanayanga wa mkoa wa Dar es Salaam tumedhamiria kwamba hatutapeleka timu na tunawaagiza viongozi wetu wasifanye hivyo. Tuko tayari kwa hatua yoyote ambayo wataona inafaa kwetu kama wakiona Yanga tuna makosa tuchukuliwe hatua kwa mujibu wa kanuni wazoziweka, lakini kama wanao wana makosa, basi nao wawajibike kwa kanuni wazoziweka wenyewe. Hatuko tayari kuona timu yetu inakwenda kucheza mpira wa tarehe kumi na tano kabla hatujapata hatuja kile ambacho tumekiomba tukipate. Lakini kingine ambacho kimetusikitisha ambacho leo tumepata nafasi ya kukizungumza hapa mbele ya waandishi wa habari ni kitendo kilichofanywa na wanenzi wetu watani zetu kwenye fainali waliocheza kule Zanzibar. Tunaamini mpira ni starehe, tunaamini mpira unatuunganisha ndugu na ndugu, lakini hatujafikia hatua ya kuwa mahasimu wa kugombana. Lakini juzi baada ya kauli za viongozi wao Tunaona jinsi gani wana Yanga walivyodhalilishwa pale Zanzibar. Mtu anadhalilishwa mbele ya familia yake, jezi zinachanwa, watu wanapigwa wanatolewa uwanjani eti tu kwa sababu ya jezi zako. Lakini cha kusikitisha kwamba hakuna mwenye mamlaka aliyesimama kukemea swala hilo, mpaka leo hajawahi kusikia kauli ya TFF ya kulaani tukio lile. Tunawapongeza viongozi wetu kwamba viongozi wa klabu walishatoa tamko la kulaani kitendo kile, na ndio kauli yetu. Kwamba tunadhani kwamba wenzetu wanatuona sisi ni wapangaji, nao ndio wenye nyumba. Tunaamini swali hili wangefanya Yanga Yanga tushachukuliwa hatua. Niwakumbushe kwamba aliyekuwa msemaji wetu kwa zamani Jeri Muro aliwahi kutangaza kwamba hatuwahitaji Simba kuja uwanjani wakati Yanga anacheza na Tipi Mazembe uwanja wa Benjamin Mkapa. Alichukuliwa hatua na shirikisho na akapewa adhabu. Leo viongozi wa Simba wamehamasisha watu wa Yanga wasiingie wanjani, na walioingia wamefanyiwa vitendo vile walivyofanyiwa. Tunadhani hii si ungwana, na hili linaweza likaleta mpasuko kwa baadaye, ambao huzuia itakuwa ngumu. Kwa hiyo tunaiomba wenye mamlaka, serikali, hebu waingie waone kwamba umoja wa kitaifa unaweza ukavurugwa. Na wenye mamlaka tunaoomba ya kuongoza mipira nchini. <laughs> Mwisho, niwahakikishie kwamba hatuna nia mbaya, hatuna nia yoyote ovu. Tuna lengo la kutengeneza mpira wa nchi hii. Hatuchezi mechi ya tarehe 15 ya mwezi huu. Niwaombe mzee wangu naye aeleze kile ambacho wanacho kwa niaba ya baraza la wazee ili tuone kwamba watu wanaipokea.